Baadhi ya vijana wanaume wanakumbwa na hali inayoitwa kuziba kwa shingo ya kibofu cha mkojo primary bladder neck obstruction Hali hii inawafanya wapate shida kukojoa na mkojo kutoka kwa kasi ndogo. Wanaume wengi wenye tatizo hili hupata nafuu kwa kutumia dawa zinazoitwa alpha blockers, lakini kwa wale ambao hawapati nafuu, kuna utaratibu mpya ambao unaweza kuwasaidia kutatua tatizo lao bila kusababisha matatizo mapya kwenye mfumo wao wa utoaji wa shahawa. Sasa kama unavyoona, upasuaji kwa wanaume wenye tatizo hili unaitwa kuchanwa kwa shingo ya kibofu cha mkojo, na kuna utaratibu mpya unaoitwa kuchanwa kwa shingo ya kibofu bila kuathiri utoaji wa shahawa, ambao unaweza kufanywa ili kuondoa kuziba huku ukiokoa mfumo wa utoaji wa shahawa. Utaratibu huu hutoa matokeo ya kudumu, ni rahisi kufanya uchukua takriban dakika 15 chini ya ganzi ya muda mfupi, na mgonjwa anaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani jioni hiyo hiyo au asubuhi inayofuata. Inaweza kubadilisha kabisa maisha ya baadhi ya vijana hawa au hata wavulana balehe ambao huenda walikuwa wanapata shida ya kukojoa kwa miezi au miaka mingi kabla ya kupata matibabu yao ya mwisho.